Tukielekea huko nchini Marekani tunafahamishwa kwamba rais wa nchi hiyo Donald Trump ameahidi kuchunguza mauaji ya jenerali mkuu wa Urusi nje ya Moscow siku ya Ijumaa, akiwaambia waandishi wa habari kuwa hilo ni kubwa. Tukio hilo lilitokea wakati mjumbe maalum wa Trump, Steve Witkoff, akiwasili Moscow kwa mazungumzo ya ngazi ya juu na rais wa Urusi Vladimir Putin. Yaroslav Moskaliki, naibu mkuu wa operesheni ya jenerali wa wafanyakazi wa Urusi, aliuawa katika mlipuko wa bomu lililotegwa kwenye gari nje ya makazi yake huko Balashka, kitongoji cha mashariki mwa Moscow. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, alipendekeza kuna sababu ya kuamini kwamba idara za kijasusi za Ukraine zilihusika katika mauaji hayo, akibainisha kuwa Moskaliki alihusika katika mazungumzo ya kutatua mzozo wa Ukraine kabla ya mzozo huo kuongezeka mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili. Msemaji wa Kremlin Dmitri Peskov pia aliamuru Ukraine, akisema utawala wa Kievu kwa mara nyingine unaonyesha kiini chake, huku akishutumu nchi hiyo kwa kuendelea kujihusisha na shughuli za kigaidi ndani ya u. Si. Akizungumza na waandishi wa habari ndani ya Air Force One siku ya Ijumaa, Trump ambaye inaonekana hakujua kuhusu tukio hilo hadi alipoulizwa alisema, hiyo inakaribia nyumbani, sivyo? Hiyo ni kubwa. Aliongeza, nitaiangalia, nikisikia chochote nitakujulisha. Mwisho wa kumnukuu. Mauaji hayo yalitokea wakati mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff akiwasili mjini Moscow kwa mazungumzo ya ngazi ya juu na Rais Putin. Mshauri wa rais wa Urusi Yuri Ushakov aliuelezea mkutano huo wa saa tatu kama wa kujenga na muhimu sana kimaumbile, akisema majadiliano yalilenga kuanzisha tena mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Moscow na Kievu ambayo yamesitishwa tangu msimu wa kuchipua wa mwaka 2022. Akizungumzia mazungumzo hayo, Trump alisema Urusi na Ukraini ziko karibu sana na makubaliano, na pande hizo mbili sasa zinapashwa kukutana katika viwango vya juu sana kuzimaliza mengi ya mambo makuu yamekubaliwa. Makubaliano yaliyopendekezwa na Washington yanaripotiwa kujumuisha utambuzi wa Marekani wa mamlaka ya Urusi juu ya Crimea, pamoja na kufungia mzozo katika mstari wa mbele wa sasa, na kutambua udhibiti wa Moscow juu ya sehemu kubwa za mikoa minne ya zamani ya Ukraine ambayo ilipiga kura ya kujiunga na Urusi. Makubaliano hayo pia